Mheshimiwa Tauhida Kassian Galos mbunge wa viti maalum atauliza swali lake no, na Mheshimiwa Saida swali kwa niaba yake. Asante. Je, yes, serikali ina mkakati gani wa kunusuru mauaji ya vikongwe nchini? Swali hili limeelekezwa katika Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi na Naibu Waziri Injinia Hamadi Masauni ataenda kutoa majibu ya serikali. Mheshimiwa naibu Spika, kwa niaba ya mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi, napenda kujibu swali la mheshimiwa Tawhida Kasan Galos, viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa naibu Spika, serikali kupitia jeshi la polisi imeweka mikakati mbalimbali ya kunusuru mauaji ya vikongwe nchini, ikiwa ni pamoja na kufanya operesheni na misako ya mara kwa mara kubaini waganga wa jadi wanajihusisha na upigaji ramli changanishi na wasiofuata sheria, kutoa elimu kupitia polisi jamii, wadau mbalimbali wa ulinzi na usalama, madhehebu ya dini na mashirika na taasisi binafsi, lengo likiwa ni kuwaelimisha wananchi madhara kujichukulia sheria mkononi, na kuanzisha kwa vikosi kazi ili kuweka kuweza kufuatilia na kutafuta taarifa mbalimbali Zotumiwa na wanaotenda matukio hayo marufu, marufuku maarufu kama, wa, kama wakata mapanga kabla na baada ya kufanyika sahi, kutukufu, kwa tukio na Mheshimiwa naibu spika, naomba nitumie fursa hii kwenye bunge lako tukufu kutoa rai kwa wananchi kuacha vitendo vya kujichukulia sheria mkononi vinavyosababisha mauaji kwani nchi yetu inaendeshwa kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Ta Mheshimiwa Faida Muhammad swali la nyongeza. <laughs> Asante sana Mheshimiwa naibu spika, pamoja na majibu mazuri sana ya Mheshimiwa naibu waziri, naomba kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Mheshimiwa naibu spika, vitendo hivi vya kuwaua wazee wetu ama tunavyoita vikongwe lakini hawa mi kwa lugha hii ya vikongwe kwa kweli si, hata siipendi. Wazee wetu wazee ni dhamana yetu sisi vijana ama wananchi wote, lakini kuna watu katika mikoa mengine wanawaua wazee wetu, wengine wakiwa hai wanawafukia. Hiyo inaonyeshwa kabisa katika vyombo tofauti mbali mbali vya habari. Wengine wanawaua watu kwa kuwafukia, kwa sababu wazee wetu wana macho mekundu na watu hawajui kwamba kuwa na macho mekundu ni kupikia kuni kwa wingi. Sasa na mavi ya ng'ombe wanasema si kinyesi cha ng'ombe, wengine wanasema wanapikia kinyesi cha ng'ombe, wengine macho anakuwa mekundu. Mheshimiwa naibu spika, je, Mheshimiwa naibu spika Tutawasaidiaje wazee hawa kuwaondoshea kuwa na macho mekundu kwa kuwapelekea gesi kwa wingi kule vijijini ili wawe na macho mazuri wasipate kuuliwa kwa itikadi za kishirikina. Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa waziri amejibu hapa kama kunatolewa elimu. Mheshimiwa, faida hilo ni swala la nyongeza la pili, la nyongeza la pili. Mheshimiwa naibu spika, Mheshimiwa waziri amesema kwamba hapa watu wa serikali inatoa elimu, hata sisi wabunge tunapaswa kutoa elimu katika maeneo yetu. Lakini sasa Mheshimiwa naibu spika, athari hii ya kuwaua wazee wetu itakwenda vizazi na vizazi na vizazi vijavyo huko, huko mbele. Watoto wetu wanajifunza nini kuhusiana na jambo hili hapo mbele? Mheshimiwa naibu spika, Serikali inawachukulia hatua gani kuwaondosha hawa watu wanaowaua wat, wazee wetu? Inawachukulia hatua gani kali kukomesha hasa katika mikoa hiyo ya, ya, ya Mwanza Shinyanga, Tabora na kwengineko? Wazee wetu wanauliwa sana. Mheshimiwa naibu spika, naomba jibu maridhawa mheshimiwa naibu waziri, japokuwa swali la kwanza sina uhakika kama ni la wizara yako wajibu maswali yanayohusika na wizara yako. Mheshimiwa naibu spika, napenda kujibu suala la Mheshimiwa Faida Muhamed Bakari mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa spika, ni kweli kuna, kuna mikakati mbalimbali ambayo mba tayari imeshaanza kuchukuliwa na serikali kuhakikisha kwamba matumizi ya kuni ama hivyo hayo mavi ya ng'ombe kwa ajili ya kupikia yanapungua, ikiwemo kuanzisha kwa e, nishati mbadala, matumizi ya majiko bunifu na kadhalika. Lakini pia harakati za serikali za kusambaza umeme vijini zinasaidia sana kuweza kuhakikisha kwamba wananchi wanatumia nishati iliyokuwa ni bora zaidi lakini mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa naibu spika, suala so, lake la pili anazungumzia kwamba hatua gani ambazo serikali imechukua ili kudhibiti matukio kama haya. Nataka tu nimhakikishie kwamba takwimu ambazo tunazo tokea mwezi wa Julai mwaka jana mpaka Machi mwaka 2016 tayari kuna watuhumiwa 135 ambao wameshakamatwa na kesi kama mia mbili na ishirini na mbili ambazo zinaendelea mahakamani. Kwa hiyo jeshi la polisi ama serikali kupitia jeshi la polisi linafanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba linawadhibiti wale wananchi wote ambao wamekuwa wakijichukulia sheria ya mkononi.